Mtazamaji wa chaneli yetu ya KKKT DKMG Bukoba Online. Karibu katika makala fupi inayolenga kukufahamisha kwa ufupi kuhusu mradi wa Uwakili unaotekelezwa ndani ya Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Mimi ni Eliud Henry, afisa habari wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Mradi wa Uwakili unaotekelezwa na Dayosisi ya Kaskazini Magharibi kwa udhamini wa shirika la kimisionari la Dan Mission kutoka nchini Denmark unafanya kazi katika mkoa wa Kagera kwa wilaya mbili katika kata za Rubale ambayo ipo katika wilaya ya Bukoba vijijini na kata ya Ngenge iliyopo wilayani Muleba na katika mkoa wa Geita ni katika kata ya Bwongera wilayani Chato, lengo kuu la mradi ni utunzaji wa mali asili na mazingira na utatuzi wa migogoro inayotokana na rasilimali ardhi kwa kushirikiana na jamii. Jukumu la kuendeleza uumbaji, kuimarisha uumbaji, kuhakikisha uumbaji unaendelea kuwa salama kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu, ee, inabaki ni jukumu la mwanadamu, kwa sababu Mungu hana jukumu la kuumba na kuumba tena. Sasa sisi tunafanya kazi kwa amba ya Mungu hapa ni katika kata ya Ngenge wilayani Muleba mkoani Kagera. Katibu wa uwakili anaeleza jinsi ambavyo kamati ya uwakili katika kata ya Ngenge imefanikiwa katika swala zima la utunzaji wa mazingira na misitu kwa njia ya ufugaji wa nyuki. Naitwa Arsen Kajuna Marco, ni katibu wa kamati ya uwakili iliyopo kijiji Ngenge wilaya ya Muleba mkoa wa Kagera. Mradi tumeuanza mwaka jana mnamo mwezi wa nane. Mradi wa ufugaji wa nyuki tulianza na mizinga 20. Uh, tuna matarajio nayo makubwa kwa sababu ukiangalia hii na mwanzoni mwa mwezi wa saba tunategemea tuanze kulina kwa awamu ya kwanza. Lakini sambamba sasa na mizinga yetu hii, kama unavyoona, ili eneo tuliomo ni eneo la ambalo tumelitengeneza kama hifadhi, ni eneo la hifadhi la kamati ambalo tuna andaa msitu wa asili, lakini pia kuna na msitu wa kupandwa ambao sasa tunategemea tunategemea baadaye huu msitu sasa uwe ni msitu wa mfano ambao unaweza ukawa chanzo pia cha utalii katika kata yetu. Wajumbe wa kamati wanaonyesha mafanikio mawili makubwa. Kwanza ni uhifadhi wa msitu wa asili uliokuwa hatarini kutoweka, na pili ni upandaji wa miti ili kurejesha uoto katika eneo hilo. Naitwa Alstidia Alinatisi, ni mwanakamati wa uwakili, kamati ya utunzaji wa mazingira Ngenge, kijiji Ngenge, wilaya ya Muleba. Tulipopokea mradi huu wa uwakili kwenye kijiji cha Ngenge, halafu tukaomba eneo kama shamba darasa la kuhifadhi mazingira, tulikupata eneo hili, ilikuwa hakuna hata na nyasi hata na miti haikuepo. tulipoanza kutunza eneo hili mpaka sasa eneo hili lina miti ya asili na nyasi kwa wingi. Jina naitwa Modeste Valista. Ni mjumbe wa kamati ya wakili iliyo katika kijiji cha Ngenge. Wanakamati wenyewe sisi tulianzisha kitabu. Kwa hiyo tulifundishwa tukaanzisha kitalu na ikabidi tupande hii miti. Miti hii ina idadi ya ni miti mia tano na hamsini. Matarajio yetu faida tutakayoipata tukisha hifadhi mazingira ni kwamba tuna tunaamini kwamba ile rutuba ya mwanzo itarudi na ule uoto wa asili utarudi, na matarajio yetu tutaendelea ku, kuendelea ku, kutengeneza vitalu vingine ili tuendelee kupanda miti mingine zaidi. Mratibu wa mradi wa Uwakili wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, Bwana Luta Lutashobia, anasisitiza umuhimu wa ushirikiano wa karibu na jamii, akieleza jinsi kamati za kata tatu za Rubale, Ngenge na Bwongera zinavyofanya ufuatiliaji wa kila siku na utoaji wa elimu katika makundi mbalimbali mbali katika jamii wanayoiwakilisha. Kila kamati inao wawakilishi mbalimbali. Wapo wawakilishi wa kina mama, wapo wawakilishi wa walemavu, wapo wawakilishi wa viongozi wa dini, wapo wenyeviti wa serikali za mitaa, wapo watendaji wa serikali kwa maana watendaji e, wa vijiji pamoja na wakata. Sasa kupitia makundi hayo yote, tunamshukuru Mungu, kupitia makundi haya wamekuwa wakiendelea kutoa elimu katika jamii kulingana na uwakilishi. Kwa mfano kama ni mwakilishi wa, wa, wa madhehebu kwa maana labda ni Wakristo na Waislamu, kupitia makanisani wamekuwa wakitoa elimu juu ya utunzaji mazingira. Kama ni mwakilishi wa kina mama, kupitia vikundi vya wakina mama wamekuwa wakiwafikia wakina mama wengi na kutoa elimu kupitia makundi wanayowakilisha. Lakini pia wapo wawakilishi wa vijana ndani ya kamati, pia na wao vijana kupitia mikutano ya vijana, kupitia vikundi vya vijana wamekuwa wakitoa elimu na kuelimisha jamii juu ya utunzaji wa mazingira nafanya shughuli mbali mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii juu ya utunzaji wa mazingira, hususan upandaji wa miti, utunzaji wa vyanzo vya maji. Na katika maeneo yote ambayo tumefanya kazi matokeo makubwa yanaendelea kuonekana, vyanzo vya maji vinaendelea kutunzwa, miti inaendelea kupandwa. Na siku ya leo tunamshukuru Mungu tuko katika eneo la Rubale ambao liko katika kata ya Rubale tarafa ya Rubale wilaya ya Bukoba Vijijini, na siku ya leo tunayo finali kati ya Rubale FC ambao wanacheza na Nyakatope FC. Na finali hii inaitwa Uwakili Cup finali na ni maalum kuja kuadhimisha siku ya mazingira duniani Mkantua fahamu kila mwaka dunia huwa inaadhimisha siku ya mazingira duniani ambayo inafanyika tarehe tano kila mwezi wa sita. Afisa mtendaji wa kata ya Rubale aliyekuwa mgeni rasmi katika fainali ya Uwakili Cup elfu mbili na ishirini na tano na maadhimisho ya siku ya mazingira duniani aliwahamasisha vijana kuwa walinzi wa mazingira, akisisitiza kuwa hili si jukumu la serikali pekee, bali ni la kila mwananchi. Nyombe wote tulioko hapa tuwe mabalozi wa utunzaji wa mazingira, tupande miti kwenye mazingira yetu miti ya kivuli mbao, lakini sasa miti ya matunda. Mimi kwa mafupi, nawapongeze, nawapongeze na nawapongeze sana ongereni. Naye afisa mtendaji wa kata mleba, baisha, ya Ngenge wilayani Muleba anatanabaisha mafanikio yanayoonekana ikiwa ni kupungua kwa ukame na kuongezeka kwa kipato kwa wafugaji wa nyuki na uimarishaji wa misitu. Ninaitwa Florence Thomas, ni mtendaji wa kata ya Ngenge. Mradi huu unaendeshwa na kamati ya Uwakili, lakini kupitia mradi huu kama jamii ya Ngenge tunategemea kupata manufaa makubwa ambayo manufaa ya moja kwa moja ni jamii ya Ngenge kupata elimu juu ya utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Lakini tukiachana na elimu ya utunzaji wa mazingira, kuna manufaa ya moja kwa moja ambayo ni kuhifadhi mazingira kama ambavyo kamati imeanza kufanya katika mradi huu. Imeanza kupanda miti, lakini pia imeanza kutunza miti ya asili. Lakini kupitia eneo ambalo imelipata kwa ajili ya kutolea mfano wa hifadhi ya mazingira, tumeanza kurudisha uoto wa asili, ambapo kama jamii imeanza kujifunza jambo hili na tunategemea kwamba jambo hili liweze kupanuka hata liweze kufa, kufanyika katika maeneo mengine. Mradi wa Uwakili ni mfano bora wa namna ya ushirikiano kati ya kanisa, serikali, wafadhili na jamii unavyoweza kuleta mabadiliko ya kudumu, nasi tunawatakia mafanikio makubwa zaidi. Mimi ni Eliud Henry Kwelebera, afisa habari wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi.